Betri moja lilikuwa lina moto. Mi nimebeba mabetri mawili nikijua kwamba betri moja lina moto, kumbe betri ambalo lina moto ni moja. So, watu wengi wanaona video zikiwa zina play tayari kwenye TV lakini hawajui ni changamoto gani huwa zinapitia mpaka hizo video kukamilika. So hii ni stori ambayo nitaenda kuelekeza, kuelezea ni namna gani nimeweza kushoot video ambao nimeweza kuiplay hapo mwanzoni Kikweli ina drama nyingi, kikweli inaweza kusema ni one of the video ambayo ilikuwa ina mbanga nyingi, kikweli changamoto zilikuwa ni nyingi, na ni one of the project ambayo sikufikiria kama ingekamilika. So kama unataka kujua sababu ni namna gani nilipo, changamoto gani ambazo nilizozipitia, vimbwanga ambavyo nikutana navyo, idea ilizaliwa vipi, make sure una stay mpaka mwisho wa hii video. So backstory ya hii video ilikuwa hivi: kuna mshikaji wangu mmoja anaitwa Cofi Brown, ndio jina lake la kiusanii. Ni jamaa ambaye ni msanii ambaye wanaimba nyimbo mbalimbali, nyimbo kali sana. Nitaweka link, nitaweka link yake wangu ambaye so, ni, ni amesha asa nyimbo nyingi lakini nyingi, video moja fresh, fresh. Una, una, sa kali sana ai kufanya project moja project gani? huyo mwanangu asema da, oya, nina nyimbo zangu nyingi sana sasa, ningetamani at least unisaidie, unishutie music video hata moja moja, si video music video moja simple tu, sio lazima iwe lakini, iwe nyama fulani hivi, najua unaweza. Kaniambia ah, mwanangu, sijui kushoot kushoot music video ile serious, yani parcel kama nikachukua msanii kwenye set, nikashutia video ndapokuwa

part of the project ambayo unaweza kutumia tuka practice your ideas like, na ninaamini kwamba tunaweza kutoa kitu kizuri. Okay, nikasema it's okay haina noma. Tupange siku tukutane, tuchole idea ni namna gani itakavyokuwa na nini vitu kama hivyo. Sasa ikapita kama wiki, ilipita kama wiki akaja akanicheki, akanicheki baadaye bana, hii music video nataka iwe ni music video fulani vibe ambayo ni visualize. Unajua kuna kuna aina fulani za music videos zinakuwa sio official lakini zinakuwa ni kama wanazeta visualize, yani inakuwa ina ina simple script au sometimes kashitua katika eneo moja, inakuwa ni ina way ambayo yani inakuwa sio official sana, kama shuona kukonekti, kama hicho zinaitwa visualizer, na akanitumia some idea au feeling ya namna gani video, video, anataka, anataka iwe, lakini akanitumia the way, akanitumia some samples za picture au mood ya namna gani video angependa iwe, so alivyonitumia tukachakata pale nikaona kwamba anapenda video, anataka video iwe na ile mood ya vintage, vintage look, yani iwe aina fulani ya music video ambayo iko very simple, na iwe ibase katika kutengeneza colors ambazo ziko more vintage muted tones like, nadhani kwa watu ambao wanafahamu wana, wana mambo wananielewa kwamba iwe na mood ambayo iko more vintage, yani iwe very simple, sababu aina hata nyimbo mwenyewe ambayo nadhani umesikia hapo nimeplay mwanzo ni nyimbo fulani hivi ambayo iko very simple. So, nikasema it's okay. Lakini pia na mimi idea ya video ambayo nilikuwa nina idea nayo kuna music ya mnamfahamu ya na ni nyimbo ni ni, no, actually, video video nina ni moja moja niliona jamaa yake fulani hivi ke kuifanyia mazoezi so, nikajua bsa kwamba ni aina gani ya seti ambayo nitashut na vitu kama hivi. So, aina ya mood ambayo mimi nikanao kichwani ni mazingira fulani vya beach, kwamba nikasema tuishutie beach. Sasa ikafika kwenye kipindi ya maandalizi, vifaa. Kumbuka hapo nilikuwa sina kamera wala sina nini na kamera, batizoni nilipata kamera ya Canon 5D na lenzi ya ilikuwa ni zoom lens ya ishirini kwa sabini. So tukafika siku ya set, wapi sasa. Tukaanza kutafuta yani, rea madi yangu nikasema ngoja tukashukia ya. Nilikuwa nafikiria kwamba tutafute bichi ambayo itakuwa ni safi ambayo itakuwa na watu wengi na tutakuwa free kushuti sasa mimi tukabebana, tukaenda paka wapi Plaza. Maana tukafika pale mlangoni, hapa hatukuwa tumejiandaa hivo hivi kabisa, tutoke hapo tutafute sehemu ingine kenda kushutia hiyo video. Tukatoka hapo tukaenda mpaka Jangwani. Kule Jangwani tukafika kule, aisee, ah, bichi bichi, ya kule ilikuwa chafu sana, yani manzari ya bichi aikuwa poa. Hata jamaa mwenyewe akasema bana, sidhani kama hii aidia naweza ikaweka. Kumbuka hapo tuna kamela tu hapo, nimebeba kamela, nina kispika changu cha JBL cha kwa ajili ya kuplay mziki na mabetri ya kuchange. Basi sikuwa na kitu kingine chochote, sikuwa na ND filter, sikuwa na studio reflector, sikuwa na light. Nilikuwa nina kamera, mabetri ya simu na lenzi. Basi imagine, na yote na yote sikutaka kuanza ku-complicate sababu nilikuwa najua nikicomplicate, kama nataka nipate hiki, naweza nishoot. Kwa sababu hata kwenda kushoot hiyo music video wenyewe nipushi ni sana, nilikuwa ninapata ni wasiwasi kitu ambacho kitafanikiwa, lakini nikasema it's okay, ngoja twende So, tukatoka. tukatoka wapi? Tukatoka jangwani. Akasema bana, hapa sasa tuende wapi? Nchi gani hapa? Hicho ni kwangu, kaje kani click, wana kwa nini tusiende Koko? Imagine kutoka hapo, imagine kutoka jangwani mpaka Koko. Na mimi nikasema bana, hii lazima project lazima ifanyike, yani piga huyu project lazima ifanyike kwa sababu najua nisipoifanya nitajilaumu sana, kwa nini project sijaifanya na jamaa ataona kama vile sija. Na mimi sasa tukatoka hapo, tukarequest Bolt, tukarequest Bolt mpaka mpaka koko bich, mpaka koko bich, tukafika kule mazingira yalikuwa na watu watu, lakini kule sehemu ya mawe, kwa watu ambao shika koko, nadhani nafahamu sehemu ya mawe kule, tulikuwa tunakwenda kwamba ni sehemu kule koko bich open. Na hapo tukumbuka, ilikuwa ni mida ya saa tano, tumetoka kuzunguka kote maeneo, tumeanza kutafuta, tumeenda Lege, akaniambia mida saa tano. Tukatoka saa tano, tukaenda wapi? Jangwani, jangwani. Tumekaa kuna mpaka jangwani mpaka mida saba, akusema muda, muda hapo kuna zidi, muda hapo kuna zidi kwenda. Tukatoka tena hapo, tukaelekea koko, koko. Tukafika kama mida saa saa kumi. Imagine saa kumi hapo tuka tunawai tuna lile jua la golden hour ndani. Watu kwa watu ambao wanafanya mambo ya music na mambo ya boya katika mambo ya production na fam, golden hour ni muda gani? Golden hour ni ile muda ambapo jua linakuwa linazama, kwa sababu unataka uliwai ili uweze kupata picha. Kumbuka hapa tuna lights hatuna nini, tutategemea ule mwanga wa jua mm. So, tulivyofika mimi yani, sikuwa na yani, sikutaka ku complicate hapo. Nilikuwa na kitu sana na jua, nikachukua nikachukua speaker kile cha JBL nikawasha muziki bwana bwana bwana mdogo tu eneo ambalo yani, setting ya haraka yani, mm hapa -hmm. ambapo unaona ni play sahivi inayo play hapa. Hii ndio ilikuwa ni set ya kwanza, aapia ni hapo, hapo, na na, na na na, kuwa kuna dalili so, na na, so, ya mvua kaa muawanhyo ndio ilikuwa shot yangu ya kwanza ukashoot pale tulivyotoka pale and then, baada ya hapo tukaweza tukashut pale kama seti mbili nyingine nzima. Tukatoka pale tukaenda tukatafuta mawe juu ya mawe. Kumbuka hapo nilikuwa sina plani, yani sikuwa na plani ya shot zozote kwamba nitashuti shot za aina gani. Tukatoka pale tukaenda kwenye mawe tukakaa kwenye mawe pale tukashut same shot. Kwa hiyo nilikuwa na shot ya rakaraka, kwamba final results zitakuwaje? Kwa hiyo nimake sure kwamba ninapata nyingi ambazo nitaenda kuzichakata kwa ajili ya kuzipata hii shot ya music video ya Coffee Brown. So Coffee Brown by the time hapo tuna shoot, ni kweli hapo nilikuwa ninamkimbiza, nilikuwa ninapeleka haraka haraka, na muda huo alikuwa bwana, alikuwa ni bwana brother, wewe wewe, niambie popote wewe, niambie mimi, nakusikiliza wewe, tutakapo niambia, mimi naenda. So hapo nilikuwa nilikuwa ninabidi niumize kichwa chap chap, yani nikimbizani na muda hapo, kumbuka hapo nina niab mabetri haya sasa, bahati mbaya, kitu ambacho kikweli ambacho msikutegemea, bahati mbaya, betri moja lilikuwa halina moto. Mimi nimebeba mabetri mawili, kama betri moja lina moto, kuna betri ambalo lina moto tata, betri moja. Betri moja li ni moja sasa, kumbuka hapa tuna shoot na betri moja, betri moja nilizibeba nikijua lina moto, kumbe lina moto, yaani yani ndio unajua kwamba ni aina ya shot ni nani ambayo ilipeleka haraka haraka, ilipeleka haraka haraka, na sikujua kama ingeweza time. By the time ninakuja kumaliza shots zote, na ndo na, na kabla, kabla, kabla, kabla, kabla, kabla, kabla, tulipata pata tulipata pata, picha mbalimbali nikamchukua na picha mbalimbali kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya Cover music. Pia kwa music, kisha nikachukua short clips kwa ajili ya reels, kwa ajili ya kukri, ya, kukri, ya kupush music video kwenye Instagram zake page hizo, kama hivi yani kiukweli. Yani, yani na plan yani siikuwa organized kiukweli, ni, ni, ni, ni ninajua tu ni kwamba lazima nipate shot kwa ajili ya kushuti video, na inabidi iende sokoni yani, inabidi project ikamilike, sababu jamaa anantegemea hii project ikamilike, na ni one of the project, project yetu ya kwanza kufanya na of course nina plani nyingi sana kuja video zake mbalimbali, mi nikiwa ni the way ya kuweza ku follow lakini pia practice ideas ambazo niko nazo, lakini kiukweli nikasema, ni one of the project ambayo ilikuwa na changamoto nyingi nyingi nyingi sana, yani yani, ah, yani ilikuwa ni changamoto. Sasa nikija katika upande wa editing. Katika upande wa editing hapo kunisumbua sana kwa sababu kiukweli, ilikuwa actually ilikuwa ni visualization na ilikuwa haina scene nyingi, scene ilikuwa ni moja actually, scene ilikuwa ni moja lakini teki zilikuwa ni kama nilichukua nilifanya teki kama za nyimbo nzima kama tatu tu za maeneo tofauti tofauti, kwa hiyo nilikuwa nina kati tu kulingana na cut na beats na nini hapo. Basi sasa na zile editing mbalimbali kama zile za vintage, yani video iwe na ile moods kama fani ya vintage tone ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kuiona hapo, nitaweka link ya video ya music video nzima iweze kuiangalia, lakini kikweli nakasema ni one of the project ambayo kikweli ilinifundisha Yani kuto, kuto ku overthink kitu yani, kwa sababu ningekuwa nina ile ku overthink kwanza tu hiyo project nyingine singeifanya, kwa sababu ningeweza kusema bana, sina kamera nzuri sina lights sina, sina nini, lakini kwa sababu bana, acha acha ni challenge, kwa kuwa pia nina nina kile kitu ambacho kinaniambia bana, nikishoot hii video I'm sure kitatoka poa kina kile kitatoka poa. Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza bana bana ni kwamba ile kwamba ukishaweka nia tu kwamba kikifanya kitakwenda sawa, haijalishi upo katika mazingira gani, obviously kitakwenda sawa as long as wewe mwenyewe unasema kama kitakwenda sawa. As long Yani ni, yani ni wanasema conscious yako tu itakufanya upambane ili kiweze kuwa kiwa sawa, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho nimejifunza katika hii katika hii project niliyoifanya, kwanza usi overthink kitu. Ukipata idea ya kitu kifanye, ajalishi kwamba wewe usi, usiende kufikiria kuhusu matokeo. Matokeo yatakuja baadaye, kikubwa umekifanya kwa sababu usipokifanya, regret ya kutokifanya itakuwa ni kubwa kuliko kukifanya kitu kikawa hakiko sawa, sababu at least at least umetry. Na kitu kingine ni kwamba wwsisubiria umepata kila kitu kufanya jam. Mimi nilikuwa nina hiyo kamera nilitumia profile ya cine style ambayo ni ya Canon. Na hiyo cine style ni install the day before and the day, ambayo the day before, sababu tu kama leo leo ndo nikatafuta hiyo kamera, nikaenda nikaingia Google nikatafuta profile ya cine style, nikainstall kwenye Canon, kamera ya Canon nikajua makeshu tunataka kuitumia, kwa hiyo nimetumia cine style kama profile ya ya flat profile ya Canon ambayo kiukweli of course iko vizuri, kiukweli yani ni one of the best profile na, mna, mna, mna, mna, mna, mna, ukitegemea kwamba Canon wako vizuri sana kwenye color science, kwa hiyo haikunisumbua sana, na ni kwa sababu nili expose vizuri haikunisumbua sana kwenye upande wa post production wa color na vitu hivyo, actually mwenye unaweza kuenda kuangalia video na ningependa sana kuacha komenti yako uniambie, hiyo video mlionaje? Unaona video kari kwa wapi sehemu gani niboreshe? Kitu gani ambacho umehisi kwamba kimekuwa poa? Kitu gani kwanza, ningependa kwanza kufahamu kitu gani nimetisha. Of course ni unipe maua yangu kama kuna kitu ambacho unaona nimekifanya vizuri, lakini pia kama kuna kitu ambacho unahisi kwamba ungependa kunishauri niboreshe katika projekti zangu zitakazokuja.